Nawapongeza sana na kuwashukuru nyinyi wananchi wa Compound. Compound, mlipoamua kuwa na soko tukawaambia, tafuteni eneo, mlikuwa wa kwanza kwenye mji wa Geita kupata eneo, lakini leo mmekuwa wa kwanza kuwa na soko la pili la viwango, hata magenge. Hili sio genge, hili ni soko kwenye mji wa Geita mjini. Wajipige makofi O, kwa ujumla wananchi wa Compound na Mtakuja, jamani tunawashukuru sana kwa kuunga mkono maendeleo, lakini kwa kuipenda Compound na kuipenda Mtakuja wenu, asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Diwani, ni kweli tulipata upinzani mkubwa kujenga soko kwa sababu wakati tuliahidi elfu mbili na kumi na tano, tuliahidi lile soko la Katundu, tuliahidi tutajenga soko pale mjini katikati, palikuwa na soko kwa wenyeji wa hapa, wale waliopo hapa miaka mingi. Pale katikati kwenye soko la dhahabu palikuwa na soko, lilikuwa baya kuliko hili, palikuwa na mabanda ya mabanzi yamefunikwa na makavero kwao. Tukaahidi, tukasema tukishinda uchaguzi tutajenga soko. Tumemaliza, tukatenga mapato ya ndani bilioni mbili pointi tisa tukajenga lile soko la mbele, tukaweka vizimba chini na juu, tukajenga pale katikati, tukaweka vizimba, tumemaliza tu. Daktari Magufuli, hayati Magufuli, wakati ule akiwa rais wa, wa Jamhuri ya Tanzania, akatoa maelekezo tuwe wa kwanza Tanzania kuanzisha soko la dhahabu, na faida ya soko la dhahabu ilikuwa ni ushuru na mapato makubwa yanayopatikana kwenye soko la dhahabu. Tukakaa na serikali ya mkoa tukaangalia tupeleke wapi soko la dhahabu la hakaraka, tukasema tutapeleka kwenye soko letu ambao tuka tumeplani kupeleka wananchi. Wakati huo wananchi walikuwa kwenye soko la maua, kwa hiyo ile bilioni mbili point tisa tukabomoa vizimba, tukaweka vibanda, tukakaribisha wafanyabiashara wa dhahabu pale na likawa soko la kwanza la dhahabu Tanzania. Sasa tukabaki na deni la kuwapi tuwapeleke wananchi tukatenga sisi mapato ya ndani milioni mia tano lakini tukapata bilioni moja kutoka kwenye mfuko wa CSR tukajenga soko la Katundu ambalo wenyewe anaita Mbagala. Sasa hiyo confusion, Mheshimiwa Mea e, siku moja tukae tukubaliane soko liitwe jina gani, maake tuna majina mawili, mara Mbagala mara Katundu, tulitafutie jina moja. Kwao tukajenga lile soko likakamilika. Lilipokamilika lile soko, wananchi wakawa hawalitaki kwa sababu walishazoea maua wakaamua kukaa barabarani. Ile njia ile ya kwenda Rukirini, kama nakwenda Nzera, wamejaa barabarani, huku miti mirefu watu wamejaa barabarani, hawataki kwenda kule. Kwa nini? Wanasema kule mbali hakuna wateja. Ko, kama halmashauri tulikuwa na mpango wa kujenga soko la Nyankumbu na tulikwisha litengea shilingi bilioni sita. Tukasema ili zoezi la hapa tunaliahirisha kwanza, tunaliboresha tu, tunaweka vyoo na nini lakini tuimarishe soko la Katundu alafu itakapokuwa limeimarika sasa tuangalie masoko mengine huko kwenye oroza. Lilikuwepo soko la Compound, soko la Rukirini kule juu, kama mnapajua, lilikuwepo soko la uh, Shirabela pale katikati. Kuna soko tena, uwanja ule ni wa CCM lakini mbele kule mwa Tulole kuna soko na kuna soko jingine liko kule Mkolani lakini tukakubaliana haya masoko hatuyajengi mpaka watu wazoee. Wapi? Katundu. Sasa kadiri ambavyo mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa meya amesema, e, kwanza ni meya lakini la pili ni diwani mchapakazi, alipotushawishi tukasema lazima kompaundi tuwaunge mkono, kompaundi hiyo, halmashauri ya manispaa ya Geita. Mheshimiwa, mbunge, naomba nizungumze kidogo kwa nini soko hili liko hapa. Kwa halmashauri yetu ya manispaa ya Geita tunayo masoko mawili. Tunalo soko la Mbagara lakini tunalo soko la Nyankumbu. Baada ya hapo serikali haikutaka ujenzi mwingine tena wa masoko madogo madogo. Nakumbuka Mheshimiwa mbunge ulikuwepo kwenye kikao chetu cha baraza la madiwani wakati ninajenga hoja kuomba tujenge soko hili, na moja ya sababu kuu ambayo nilieleza kwenye kikao kile kwamba wananchi wetu wa Compound ili wafike Nyankumbu, ili wafike soko la Mbagala kununua dagaa wa shilingi elfu mbili wanatakiwa kutumia nauli ya shilingi elfu nne Yaani unaenda kununua dagaa wa shilingi elfu mbili lakini nauli yake inakuwa ni shilingi elfu nne Nilijenga hoja hiyo, nilipata wakati mgumu, lakini wewe mwenyewe unakumbuka kwamba mkakati tuliokuwa tumejiwekea ni kwamba kwa hapa mjini hatutakiwi kuwa na masoko zaidi ya yale mawili masoko makubwa, na kwamba hatukuruhusu masoko mengine pembezoni kwa manufaa ya kuimarisha soko letu la Mbagala, ambapo wengine wanaita ni soko la Katundu, lakini pia soko la Nyankumbu. Mimi ndugu wananchi, niwaeleze ukweli. Ni Mheshimiwa Kanyasu aliyenisaidia kujenga hoja na hatimaye wenzangu kwenye kikao wakawa wamekubali tujenge soko hili Compound. Tumpigie makofi Mheshimiwa Kanyasu. Bila ya uwepo wake, kwa sababu sheria tuliziweka sisi wenyewe kwamba hatuwezi kujenga masoko mengine madogo madogo isipokuwa masoko mawili tu. Na ndio maana ukienda mitaa yote kwa wale ambao wanazunguka hapa mjini huwezi ukakuta soko kama hili tena. Liko soko la Mbagara, liko soko la Nyankumbu. Lakini kwa upendo alionao Mheshimiwa mbunge, hatimaye hoja yake ilipata nguvu na sasa tunaenda kupata soko letu wana Compound.